Kuna elimu maalum sana unatakiwa uwe nayo kuhusiana na ishu ya fedha hasa. Money Formula ni kitabu ambacho nilijaribu kuangalia uh, eh, kanuni ambazo mtu yoyote anaweza akazitumia bila kujali anafanya kitu gani. Aidha, analima anafanya biashara, mwenye mtaji mdogo, na nimefundisha kwa watu wa rika na levo zote. Hasa chenyewe kina kanuni chache eh, ambazo ni za msingi. Kwa mfano, kanuni moja wapo nimeelezea ni kanuni kwamba umaskini ni matokeo ya kutumia zaidi ya unavyoingiza. Rudia kidogo. Umaskini <coughs> ni umaskini wa kifedha nazungumzia, ni matokeo ya kutumia zaidi ya unavyoingiza. Sasa hii ni kanuni ya rahisi sana, kwa hiyo inamwambia mtu nini? Nikitaka niepukane na umaskini na njia mbili tu, either nipunguze matumizi yangu au niongeze kipato changu. Hizo ndio njia pekee unaweza ukazitumia. Kwa hiyo wakati wote ukiona unatumia zaidi unavyoingiza, maana yake huwezi kutoka kwenye mnyororo wa umaskini kwa namna yote. Kwa hiyo inakuambia unapopata kipato chako, unafanya kazi, unalipwa mshahara, unafanya biashara, unapata faida, maisha yako ni either yawe sawasawa na kipato chako au yawe chini kidogo ya kipato chako. Kwa hiyo ni kanuni rahisi. Kanuni nyingine ambayo nimefundisha kule ni kwamba ni kanuni ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza. nasema, pay yourself first ambayo ni kanuni ya siku nyingi sana, tangu mwaka 1920 inatumika hiyo kanuni kwamba unapopata pesa, cha kwanza matumizi ya kwanza ya pesa yako ni kujilipa wewe mwenyewe. Kujilipa mwenyewe manake nini? Kuchukua sehemu ya pesa yako na kuweka akiba kwa ajili ya uwekezaji wa baadaye watu wengi wanapopata pesa cha kwanza wanakula kwanza, afu ndo wanajiuliza, imebaki shilingi ngapi niweke akiba? so, ukiwa hivyo <coughs> ukiwa hivyo, uta, utafeli. <coughs> jamaa <coughs> E, mmoja hivi mb alipoenda sehemu akapigwa <coughs> na laki na ishirini, alipotoka akuta kibanda cha chips na kuku chips Yeah, yeah. Sasa, sasa kanuni kama kwa mfano nikifundisha sehemu, anasema kipato hakitoshi, mimi nitafanyaje? Mbona kipato, naambia yeah. kitu kidogo simple sana naambia, kama umeenda kijijini au umekulia kijijini, wazee wetu wakilima mahindi, cha kwanza wanachofanya yeah. ni kuchagua mahindi yaliyonona, wanaenda wanafungiaga jikoni, wanahifadhi kama mbegu mm-hmm. hiyo ndo kanuni ya pay yourself first, jilipe mwenyewe kwanza mm -hmm. hata muwe na njaa kwenye familia hamwezi kula mbegu mm -hmm. wewe sasa hivi ya ulimi mahindi, mbegu yako ni pesa yako wanakushinda wazee wetu wa zamani ambao hawajaenda shule kuweka akiba. hmm. Kwa hiyo ni kanuni ya kawaida ambayo uki, ukiangalia kwamba na sio lazima hiyo kiwango kikubwa, inaweza ikawa asilimia kumi, inaweza ikawa asilimia tano. Jiulize, tangu umeanza kupata kipato, kama ungekuwa unaweka asilimia tano tu ya pesa yako kila mwezi, leo ungekuwa ume raise kiasi gani? Unaona kidogo zaidi kwenda kauliza ndio bila nimwaye. yeah. Je, ukiangalia e, tuna mtu anaweza kusema tunamzungumzia mtu mwenye, yeah. kipato ambacho anaweza akaweka ziada. Kuna mtu anaishi maisha ambayo si mazuri sana, kipato chake kinaisha katika nauli mm. na katika kula huyo unamwambiaje? Sababu anatutazama hivi sasa anaweza sasa, tunamzungumzia mtu mwenye kipato kikubwa ni sawa wale yeah, so sasa mm. uh, wale wanasema wana from hand to mouth, yeah. right? mm. yeah. So, nasema hivi kwamba kwenye mnyororo wa maskini lazima utafute namna ya kutoka. Hauwezi ukatoka kwa bahati kwenye, yani ukasema tu mm. kwenye mnyororo wa maskini mm. lazima utafute mbinu ya kutoka. Haiwezi tu ikatokea siku eti umejikuta tumehasa unatokaje? Ndio, nikasema ile kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza ni kwamba ukijiona huko kwenye umaskini wa kipato, sababu kubwa sana ni kwamba unatumia zaidi ya unavyoingiza. Kwa hiyo kuna njia mbili tu za kutoka hapo. Njia ya kwanza, nawezaje kuzalisha zaidi, ni ingize zaidi. Aha, sasa nategemea unafanya nini? Unalima, unafanya biashara, lakini ni kitu gani unaweza ukakifanya kikakuingizia pesa zaidi kuliko mahitaji yako. Yaha. ili upate kitu cha ziada. Kwa dawa ni azalishe zaidi sasa. Dawa zalishe zaidi. Alafu hapa. Yeah. Hivi naweza nikabana matumizi yangu mm. yakafit kwenye kile ambacho nakitengeneza mm. nikaishi maisha ambayo mm. naishi siku zote mm. nisipande yeah. wala nisishuke mm -hmm. ni, na mimi nitakuwa na, na... Mm. Yani nitakauntiwa na, na, vipi? Okay. Yani kwamba mimi mwaka mwaka jana maisha uh -huh. yangu ni mm -hmm. yeah. yani ana, mafaniko, ana mafanikio <laughs> ah, na sidaiwi n mafanikio kwenda sawa na au okay. Cha kwanza tuelewe tu kwamba mafanikio mm -hmm hakuna uh, general definition uh -huh. ya mafanikio, hakuna tafsiri eh, ambayo ni pamoja. Inawezekana mimi nikiridhika na mafanikio yangu eh, yes. kuna mwingine anakuambia mimi ya, siku nikinua pikipiki bas, yani, kwa kweli nitamshukuru Mungu nimefanikiwa, niko tayari kufa, umeelewa <laughs> kuna <laughs> mwingine hapana, mimi nataka nimiliki ndege yangu binafsi <laughs> sasa, mafanikio yanapimwa kwa mtu binafsi kwanza, afu ambao ambayo tunapeleka sasa kwenye general term. Sasa tukija kwenye mfano wako, unasema mtu yuko vile vile, tafsiri yake <laughs> ni kwamba Uh, kuna watu ambao wanarudi nyuma kila mwaka. Kuna watu ambao wanadumaa. Kudumaa manake ni kubakia sehemu moja pale pale ulipo, halafu mm -hmm. kuna watu ambao wanapiga hatua kwenda kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo ni kwamba labda kama ameamua tafsiri yake ni kwamba labda ameridhika na aina ya maisha ambayo anaishi. lakini wengine ni mkwamo ambao umetokea, eh, kwa sababu kuna ile se eh, na hiyo unayozungumza sio lazima wewe mtu wa kipato cha chini mm -hmm. mimi nafundisha kwenye taasisi nyingi, unakuta kuna watu wako kwenye taasisi maisha yao kiuchumi na kifedha mm. hawana tofauti na mtu ambaye ana kipato kidogo sana. Kwa mfano kama wewe pesa yote unaoipata inatosha kulipa basic needs mm. shule ya watoto, kodi ya nyumba, chakula, mavazi yako, kila kitu kimeisha, mshahara wako mm. umeisha mm. Kiuchumi hauna tofauti na mtu ambaye anaamka asubuhi kwenda kuomba barabarani, kwa sababu maana yake yeye anaanza upya kila siku na we, kila mwezi unaanza upya okay. tena mbaya zaidi unawezekana hata usiku la mwezi unaanza upya, kabla mwezi ujaanza umekula na ya mwezi unaofuata kwa kuchukua salary advance. <tutu> kwa hiyo, kifedha maana yake wewe e, ki, ki, ki, ki, ki status. Hauna tofauti. Tofauti ni kwamba wewe unavaa vizuri na uko kwenye AC, yule mwingine anavaa vibaya na uko juani, lakini kifedha unafanana na hapo, eh, uh -huh. Wanawake, yeah. sisi mara nyingi huwa tuna tabu nyingi sana yeah. tunapanga sana yaani, miongoni mwa watu ambao wanapanga <laughs> mm. ni wanawake yeah. lakini mipango yetu waga haiendi mbele kwa sababu yeah. tuna vitu vingi yeah. hapa katikati yeah. mimi inawezekana labda leo nimepanga nikitoka kazini, labda kuna sehemu nitaenda nifanikishe moja mbili tatu mm. na nikienda kule nitatumia labda shilingi 3000 au 4000 ambayo ninayo hapa mm. nikapita mwenge hapo nikakutana na mm. kiatu kizuri nikanunua nikaachana mm. yeah. na kule ambako nilikuwa nimepanga kwenda na kufanya vitu vingine ambavyo vinisaidia yeah. kesho kesho kutwa hivi yeah. Kwa nini wanawake ndo sana? Yaani tuna tuna vikoba tuna michezo tuna nini, lakini bado eh. mm -hmm. Yeah, na mimi na kitabu kinaitwa Nguvu mm -hmm. ya Mwanamke, na nimeeleza mambo ya kifedha kuhusiana na wanawake. Okay, moja ya changamoto ya wa wanawake wengi ni tunaita impromptu purchases kwamba ananunua kitu sio mm, kwa sababu anakihitaji, ila kwa sababu kipo kinaonekana, na nataka kukimiliki. Kwa sababu kimaumbile wanawake wanapenda kuonekana zaidi, kwa maana ya nje zaidi, okay. Kwa hiyo kwa hiyo chochote ambacho kinaweza kikafanya aonekane vizuri, hata kama akihitaji vizuri hata kinunua. Sasa mimi wanashauri kwamba njia mojawapo ya kulidhibiti hilo kwa sababu tabia haibadiliki ndani ya muda mfupi. Mm. Watu wengi wanasema tabia inabadilika ndani ya siku ishirini na moja. Lakini tafiti mpya zinaonyesha kwamba tabia unahitaji siku tisini, kubadilisha kitu kwa kufanya kiwe ya tabia yako. Mm. Kwa hiyo njia mojawapo kufanya hivyo ni kutengeneza kitu kinaitwa accountability partner. Mtu wa kukuwajibisha kwenye jambo fulani. Mm. Mtu ambaye anaweza kukusimamia. Na tafiti zimeonyesha Marekani wana tasimu moja inaitwa American Institute of Training and Development. Mm. Walionyesha kwamba mtu kama ana mtu wa kumwajibisha akijua anaweza kuwajibika ana asilimia 65 za kufanikiwa kwenye hilo lengo. Labda ukimalizia huyo mtu ni mwanaume labda umalizie hiyo. Lazima anatakiwa ni mtu ambaye unamheshimu; ambaye upendi kumwangusha, ambaye akikupigia simu akakuliza umefanya tulichokubaliana; unajisikia unawajibika kwake, sio mshikaji tu ambaye unajua. Ni ngumu sana kwa sababu gani? Anwar mimi nakumbuka mwaka jana nilikuwa nasema hivi, nawezaje kuweka akiba Uh, line fulani kando fulani nkasema sasa hii mm -hmm. Natafuta mtu aniwekee password mm -hmm. ile zile hela ambazo nazipata <laughs> sikutegemea kuzipata nitakuwa, <laughs> nazipeleka mm -hmm. mwilini mm -hmm. zitumie vibaya kwa okay. hiyo nikampa dadangu eh, simu yeah. Kaambia hii, hebu nibadilishie password okay. Hapa kanibadilishia k natuma ku okay. Imefika si laki like tatu si like ak naomba password yangu naomba <laughs> <laughs> ipe, yani <laughs>